Alisema kwenye risala ni upandishaji wa madaraja, naomba tena ni mshukuru na kumpongeza sana Dr. Samia Suasa. Kati ya mafanikio makubwa yaliyofanyika na reforms kubwa zilizofanyika kwenye sekta ya utumishi wa umma mama amefanya mambo makubwa, na tatizo watu nasahau ni ukweli usipopingika kuwa huduma za afya haziwezi kufanyika bila kuwapo kwa wauguzi, kwani wauguzi ni zaidi ya asilimia sitini ya watumishi wote kwenye sekta ya afya na hutekeleza asilimia zaidi ya themanini ya shughuli zote za afya. Kama watangulizi wangu walivyosema, akiwepo mheshimiwa mkuu wa mkoa, sote ni mashahidi kuwa wagonjwa wanatumaini muda mwingi zaidi mikononi mwenu wauguzi, kuliko muda wanaotumia mikononi mwa wahudumu wengine wa afya. Aidha, nimevutiwa na kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu isemayo uuguzi nguvu ya mabadiliko ya dunia. Hii ni kauli mbiu sahihi na mwafaka kabisa. Ni ukweli ulio wazi kuwa wauguzi wanao nafasi maalum katika kuleta mabadiliko ya huduma za afya na sekta yenyewe kwa ujumla. Wauguzi ni chachu muhimu katika uboreshaji wa huduma katika sekta ya huduma ya afya na ndiyo rasilimali inayoweza kuleta mabadiliko yoyote na kusababisha sekta ya afya kufanikiwa. Huwezi kuzungumzia mafanikio katika sekta ya afya bila kutambua mchango wa wauguzi. Kama alivyosema pia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ametaja mafanikio makubwa yaliyofanywa na serikali yetu ya awamu ya sita inayoongozwa na Dokta Samia Suluhu Hassan katika sekta ya afya ametaja kwa ufupi na nitarudia kwamba kwa sababu ya hiyo kazi kubwa imefanyika kuimarisha hospitali za wilaya, mikoa, kanda, hospitali maalum na hospitali ya taifa, na bado kazi inaendelea kwa kasi kubwa. Miundo mbinu imeongezwa na majengo mengine yanaendelea kujengwa. Alikadhalika, mheshimiwa rais ameweka jitihada kubwa katika kupeleka vifaa tiba na uchunguzi wa kisasa. Alikadhalika, Mheshimiwa Rais amepeleka msukumo mkubwa katika kupeleka vifaa tiba vya uchunguzi vya kisasa vimeendelewa kuwekwa, na uwezo wa hospitali zetu kuchunguza na kutibu malazi umekuwa mkubwa sana. Aidha, tumeendelea kupanua fursa za mafunzo na ajira kwa wauguzi na wataalamu wengine wa kada ya afya. Kwa upande wa maslahi na nitasemea hapo baadaye, serikali imeendelea kufanya kwa jitihada kubwa ya kuboresha maslahi japo tunayo kazi kubwa ya kufanya mbele, na serikali imeendelea kuboresha mishahara na stahiki nyingine kulingana na uwezo wa kibajeti. Ndugu washiriki wa, wa mkutano huu, nimesikia risala yenu iliyobeba uzito mkubwa sana kwa maudhui. Risala ile na mambo makubwa matatu. La kwanza ni muundo wa maendeleo, kwa maana ya muundo wa utumishi katika kada hii ya uguzi lakini jambo la pili ambalo limesisitizwa kwenye risala ni upandishaji wa madaraja. La tatu lilikuwa ni swala la ajira watumishi katika kada hii waongezwe. Na kila lilipotajwa moja ya hili, watu wote mliinuka na kupiga makofi kuashiria kwamba haya yote mnayahitaji kwa nguvu kubwa sana, na mimi lakini la tatu hamkulisema nitaliongezea, ikiwa ndio naongeza nyama kwenye risala yenu, ni swala la malimbikizo ya mishahara. Najua tunatambua kwamba kuna watumishi katika kada hii na kada nyingine wamekuwa wakidai malimbikizo ya mishahara kwa muda mrefu sana. Sasa leo kama mgeni rasmi nimetwisha haya yote, niseme neno moja tu, na wauguzi mtoke na shangwe na mseme kweli, Dokta Samia Swanda anatupenda sisi kada ya wauguzi. Nitaanza na swala ambalo limesemwa sana, limekaa zaidi ya miaka kumi na mbili, ili swala la muundo wa utumishi, kwa maana scheme of service, kwenye kada hii na ndio maana ili jambo tumelichukua kwa uzito mkubwa, kwa kushirikiana na viongozi wetu hao. Watano wamefanya kazi kubwa sana, tuwapigie makofi. Hawajakauka kuja ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, kufuatilia jambo hili, na wamelisisitiza kwa namna ya pekee sana. Na baadaye serikali tukafika hatua tukasema kwamba ili jambo pamoja kwamba mna mambo yenu ya professionalism lazima tuwatendee haki kada hii, na kama alivyoahidi mheshimiwa naibu waziri mkuu, mlivyokutana naye mwaka jana, akimwakilisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliwaahidi kwamba ili jambo tunalibeba na tunaenda kulifanyia kazi. Niwapongeze tena wizara ya afya, jambo hili limefika kwenu, mmelichakata kikamilifu. Na tumelipokea ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora. Naomba niwaletee habari njema ya Dr. Samia Suluhu Hassan <laughs> Asanteni sana Dokta Samia Suluhu Hassan oye, Mama Samia oye! Sijasema tayari mmeshangilia. Ndugu oh, zangu na washiriki wa, wa mkutano huu kama nilivyokisha kusema hapo mwanzo Mheshimiwa naibu waziri mkuu mkoani Tanga mwaka 2024 akiwa mgeni rasmi akimwakilisha mheshimiwa rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari flu, Samia Suluhu Hassan, alilichukua jambo hili kwa uzito na akamfikishia mheshimiwa rais. Na mheshimiwa rais, kama nilivyosema, alituagiza tulifanyie kazi na tumelifanyia kazi, limekamilika. Naomba kuwapa habari njema, muundo mpya utaanza kutumika kuanzia Julai mwaka mpya wa fedha. <laughs> Hoyo, jambo hili ni jema, niwapongeze ninyi nyote.